Kuna mahali shughuli nyingi za kibinadamu na hata zingine, Bwana Yesu asifiwe. A, ninamtambua kwamba kuna tembelea mahali hapa. Ningependa tu niwakaribishe mahali hapa, ili wakanene mawili matatu kwa dakika chache, na tuweze kumshukuru Mungu. Mambo ni mazuri. Karibuni sana karibuni sana wageni san Uh-huh. Mimi ni mkazi wa hapambanye koni, natoka huku huku Tingwani. Yes. na mimi ni mpiga kura nimekuja yes. Langu tofauti kidogo eh? yes. Lakini hivyo, nimeonyesha mimi ni nani. yes. namjua Mungu pia yes. na usifikirie huyu bwana John namuita John yes. Hii ni hikma kutoka kwa Mungu. Akusanye vichwa vyote hivi hapa. Ni mwizi wa nani? Hakuna. Wewe ukisema unanyanganya Mwenyezi Mungu anazidi kumbariki. Yesu asifiwe. Amen. Nai ni mrongo Bwana. Yeah, yeah, yeah. Yes, kuna katika aya moja ya kitabu sisi tunaita Bakara, yes. Nabii Isa aliwaambia, mm, Wanaisraeli, yeah. Kaeni vile mnakokaa, lakini mjue kuna Mungu, ataleta mtume mmoja wa mwisho atakuwa anaitwa Ahmad na Ahmad, ndo sisi tunasema ni nani? Muhammad. ni ndugu si ndugu, ni kwa neema zake Mungu, lazima kikokote tumpatie heshima na tumwamini kuwa hata Isa, ambaye ninyi mnamwita Jesus, pia ni mtoto wa nani? wa Mungu. inatoka katika kizazi cha nani? cha nani? Adam, sawa. Kwa machache mimi sitaongea kuhusu mimi maana -hmm. ilioleta hapa ilikuwa ni siasa. Ilioleta hapa ni siasa. Mm -hmm. mm -hmm. so. mm -hmm. Kama mambo mengine mtanipata Ramadhani. Thank you na niite Sofia. Lakini kama cha Ramadhani ungeuka kwa office of Sofia. Wanani office of Sofia. Eh. Utapika kaba huko Dar es Salaam. Na napenda sana ushirikiano wenu. Kwa shauri, Mungu alipoumba hakubagua. Amen. Akasema hawaenda huko waenda, Mungu aliumba wa mtu huyu mmoja na mke wake mmoja wakawa kitu kimoja na sisi tukazaliwa. Yes. Baguzi na nini, tuache ubaguzi. Amen. Na hii tunabaguliwa kwa shauri ya spirit mbaya kutuingia shetani. Yes. Na Mungu atamlani huyo shetani. Amen. Ukijijua we umeingia katika kanisa, umeingia na mguu wa kushoto Yes. Basi jiulize wewe ni nani? Maana wote wanaingia naingia na mguu wa kulia Mimi mwenyewe nilipoingia nimeanza bismillah Amen. kwa jina la Mwenyezi Mungu, na nimeheshimu, hii ni madhabahu. Madhabahu kwetu ni kama kibla. Hakuna mtu anaingia na viatu kwa kibla, na yote anaingia kwanza, leo ipasta na kuomba. Usiruhusu mtu kukanyaga hapa na viatu, hata kama unachonga dudu eka kando, kama ni mheshimiwa ofisini kwako, sio. Ukija kanisani, unakuja na protocols za kanisa, ndivyo sivyo? yeah. Jamani, mimi kama nilipotangulia kuambia, mimi jina langu ni Sophia Amani, yes. na nimesimama hapa, nimesimama kwa shauri on behalf ya our incoming senator anaitwa Ali Nur. Najua jua wengi wenu hawamjui Ali Nur mimi na ndugu yangu KK, mimi nimealikwa na KK. KK amenialika tena, amenialika amenialika ghafla, oka tafadhali, naomba uje na. Imagine nilikuwa na event nyingine mimi, mchangamo lakini nimeivunja event yangu hapa kwa heshima ya pasta wako. Ameniomba usiende mama, naomba uombe kitu kidogo na upate ile. Mama anatuambia kuna pilau na soda, karibu sana, karibu sana. Sasa huyu Alinuri anaomba kura zenu, ameniambia Amen. Spika pale, mamangu Sofia, yes, kawaelezee waumini wa hiyo kanisa Jerusalem taweza leo kuja washauri, ana shida za hapa na pale. Sisi ni binadamu, wala huwezi kuuliza kama shida inagonga mlango inagonga, uh-huh. Unainuka leo kwa salama, kesho unainuka, hiyo yote ni mitihani yake Mungu na ni baraka zake. Lakini nipikisho na unepikisha ujumbe wangu na pasta au pasta anakuambia yuko pamoja na wewe. Yo. ana mitihani tu kidogo leo kumuona, lakini naona mwakani tutaonana. Amen, makofi mazor. Yes. Tunakuwa hapa hapa kila stando, si ndio? Tunaenda break ya Krismasi, tunarudi hapa. Na naomba pasta tukumbatiane vizuri yes, ili lile jengo nalosema kuna jengo mashauri hili, kweli ni ndogo, hata mimi ngo na natoka nikirudi yes, lakini kwa kita karibu kumkogezi mheshimiwa, usiangalie kuwa na chakakura yes, lakini anza biashara yako na Mwenyezi Mungu yes, kama ni uongozi basi ule uongozi madhabahu yes. Atatuwezesha kupatia ushindi, naomba Bwana, na naomba pasta yes. okay. yes. Mimi huku ni mgeni, hata leo ndo nimeanza kumwona huyu pasta na sura zingine chache sana, lakini tunazijua kutegemea kule Timbwani. yes. Lakini naomba mimi mnikumbatie, usione mtu mwingine, mkiniona mimi mmeona mkino ali nuru tafadhali hapo mimi ni mwanamke changamoto, mimi ni mwanamke bomba na kwa na tukikupatiana na kuleta maendeleo. Atuna watoto, tumeona vijana chapa kazi, na hawa ndio viongozi wetu wa kesho. Mwanamke bomba anakuambia, anawezesha na mwanamke bomba Yes. Wakati umefika mabadiliko. Namwangalia yule ambaye kwamba anakujali. Usimwangalie yule ambaye hajakujali na chochote. Angalia mwanamke bomba ametuletea nini mashinani hapa kwetu Dio. Kuna wale wazazi ambao kwamba wana watoto ambao wasiojiweza, ipatwa mwakasao nani asiemjua? KK KK ni chama wa disabled people, lakini Amadi amewapatia viti na bado anaendelea kuwapatia wheelchair, nani Dio. kama mama Dio. Kabisa. Yule madana ameletea medical camp ya bure. Yes. Yes. Leo naenda zititali na mbona natishwa sha. Yes. Lakini maganiti amaji alikualetea medical camp ya bure. Hakukuitisha sha mwanamke bomba dakuuliza kimiiida ya pesa za gari. Kwa hivyo tuangalieni, ndugu zangu, viongozi ambao tunawaeka kwetu watu Walikoni tumecho kama nikina mama achoka, wataka kiongozia akenyezesha mimi na wewe, japo sisi ni mama mboga, japo sisi ni mama wa mahamri na mbaazi, lakini tuwezeshwe. La ta kujitharahu, mimi kwa nini Mungu alitaka mimi niwe hivi? La hasha, hii ni mitihani ta sindio? kila mtu lakini, mambo kunidharau kwa biashara yangu inayopatia kula. Muangalie huyo kiumbe huyo, siku zote sisi tunamwita si mkiumbe wa Mungu. Unanidharau kwa sababu mimi ni mama mboga, lakini mwanamisi Hamadi anakwambia atakuwezesha pale, weo utakapomwezesha kama we, anaweza kuwezesha wenzetu wa kule bara, ukisikia mwanamke mboga katika Citizen. Kwa nini mimi na wewe walikwenda asituwezeshe? anaweza wez machache mimi naomba kukaa. Amen. Siku nyingine niomba tukutane hivi hivi, na ndio mutatujua sisi tunapendana, na na tupendane, na naomba tupendane in Jesus name. Amen.